Jambo adi jambo adi jambo adi jambo adi jambo adi jambo Haya omwana wechile muno nemberekeo alyenya kura sibala sino ekaundi eh oseliyelulwana tawe eni hey, baroma valisa omwana balisa junior bosi bali fure kaundi ino kwa khwamue Kavaliseramo vupunge bwewe Kimilili ta alachaye chimbusi chewe kavali ali nacho eh, eh, eh, eh, eh. How do you say that? Ata khuva mai khuvolambo mai vamubowe mwileso omubowa okwana musechewo, sese a supporter, team wa nyonyi for the governorship come 2027. He's my incoming. And I do not fear to say it out in light that I support him. Mheshimiwa Didmas kalangile Mheshimiwa timu ali conman ngorvakaikholakho nie kama nio onkonmani. Kina amekuja hapo, mugeni anakaa kama mutalii Bungoma hii hajui, alafu anatembea. Ukitaka kujua mtu, the definition of a conman The definition ya mutu ambaye hajielewi ni mutu ambaye hataki kuitwa jina ya baba yake. Have you ever seen anybody? Sasa, wale waliokuwa na dukuduku kwamba gavana atatoka wapi, mm -hmm. Waone siku ya leo kwamba gavana amefika mm -hmm.